Karibu sana katika Biblia maishani Mwetu. Leo tunaingia katika mfululizo mpya, mfululizo kuhusu amri kumi za Mungu, na tunaanza na amri ya kwanza, ambayo ndiyo msingi wa kila kitu kingine: usiwe na miungu mingine ila mimi. Hii si amri ya ziada, bali ndiyo mlango wa kuingia kwenye uaminifu wa kweli kwa Mungu. Wakati Mungu anasema usiwe na miungu mingine, haizungumzii tu sanamu za kuchongwa au miungu ya Misri, Kanaani au Babeli. Anazungumza juu ya chochote kinachochukua nafasi ya kwanza mioyoni mwetu. Chochote tunachotegemea kwa usalama wetu, utambulisho wetu, furaha yetu au tumaini letu kinaweza haraka kuwa mungu mwingine. Kwa mtu wa leo, mungu mwingine anaweza kuwa umuhimu kupita kiasi kwa fedha, mahusiano, utajiri, nguvu, umaarufu, kutamani kupendwa na watu, kazi simu hata huduma yenyewe. Kila kitu kinachochukua kipaumbele kuliko Mungu ni mungu, na mara nyingi miungu ya leo haikai kwenye mahekalo, inakaa kwenye mioyo ya watu. Amri ya kwanza ni wito wa Mungu kuturudisha kwenye uhalisi kwamba hakuna aliye kama yeye. Yeye pekee ndiye Muumba, ndiye mtegemezi wa uhai wetu, ndiye mkombozi wetu. Hii ndiyo sababu Yesu alisema katika Marko 12:29 mpaka 30 kwamba amri ya kwanza na ya muhimu zaidi ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wote, roho yote, akili yote na nguvu zote. Si sehemu, si asilimia, bali yote. Watu wengi leo wanafikiri kuwa miungu mingine ni tatizo la watu wa zamani, lakini kwa kweli leo tatizo limekuwa kubwa zaidi. Tuna miungu ya majukwaa ya mitandao, miungu ya mafanikio, miungu ya kinga ya kifedha, miungu ya ndoa na miungu ya matamanio. Na mbaya zaidi, baadhi ya haya hayaonekani kama miungu. Ndiyo maana amri hii inatufundisha kufanya uchunguzi wa roho. Ni kitu gani ninachohofu kukipoteza kuliko Mungu? Ni kitu gani ninachokitegemea zaidi ya Mungu? Miungu ya uongo ina tabia moja, huahidi kutoa kile wasichoweza na mwishowe huiba nafsi. Lakini Mungu wa kweli hutuita kwa upendo, si kwa mtumwa, bali kwa uhuru. Hii ndiyo sababu amri ya kwanza ni msingi wa neema. Mungu hakusema usiwe na miungu mingine ili nikupende. Hapana, anasema, kwa sababu tayari nimekukomboa kutoka Misri, basi usiwe na miungu mingine. Ni utii unaokokana na shukrani, si woga. Na unapomweka Mungu wa kweli mbele, si kwa maneno bali kwa maisha, moyo unapata umoja, akili inapata amani, na roho inapata mwelekeo maisha hayawi tena ya kutangatanga. Unakuwa na kitu kimoja cha thamani kuliko vyote. Ningependa ujiulize leo, ni kitu gani kinachoshindana na Mungu katika moyo wangu? Ni kitu gani ninachokitegemea kupita kiasi? Ni kitu gani ninachotamani zaidi kuliko uwepo wake? Haya ndiyo maswali yatakayotujenga katika safari ya amri kumi. Nimekuwa Kelvin kutoka Biblia Maishani Mwetu. ka karibu kwa amri ya pili ambapo tutajifunza kwa kina kuhusu nguvu ya kumjua Mungu kwa usahihi na kwa undani. Mungu akubariki na akupe moyo unaomweka yeye peke yake kuwa Bwana wa kiti cha moyo wako.